Hadithi: ukweli humweka mtu huru. Kulikuwa na siku moja mwanamke fulani alikuja geto kwangu kunitembelea ghafula. Ilibidi nitoke kidogo nimchukulie chochote cha kumkaribisha. Tatizo lilikuwa moja tu, mfukoni nilikuwa na buku moja tu, nayo ndiyo ilikuwa mpango wangu wa chakula cha mchana. Kwa kuogopa aibu, nikajisemea moyoni, ngoja nimfatie soda ya mia sita na biskuti za mia nne. Basi nikatoka haraka Niliporudi ndani nikampa. Akanitazama, kisha akaniuliza kwa upole, wewe mbona hauli? Nikacheka kidogo, nikamjibu nimetoka kula kwa mamantilie, bado nimeshiba. Lakini moyoni nilijua kabisa nilikuwa na njaa kali. Baada ya muda akaniambia, naomba unisaidie hata vocha ya buku tu, nataka niongee na mama. Hapo ndipo moyo wangu ulipodunda, nikajiambia hii sasa ndiyo balaa lenyewe. Nikajifanya natoka kwenda dukani, lakini badala yake nikazunguka nyumba na kwenda kukaa kimya mlango wa nyuma. Baada ya kama dakika tatu nikarudi, nikampa majibu ya haraka, vocha wameishiwa kabisa, wauzaji wa huku mtaani hawako serious, ila nikienda mjini nitakutumia usijali. Akatikisa kichwa, tukapuuza hilo, mazungumzo yakaendelea kawaida. Muda ulipofika wa kuondoka, nikamsindikiza Kabla hajaondoka kabisa, akaniangalia machoni, akasema maneno mafupi sana, ukweli humweka mtu huru. Nikamuuliza, unamaanisha nini? Akatabasamu kidogo, akasema sitaweza kufafanua, mimi nishamaliza. Akaondoka zake. Niliporudi ndani, hali yangu ilikuwa mbaya, hakukuwa na chakula wala hela. Nilijiandaa kulala njaa, lakini nilipoinua mto wa kulalia Nikakuta shilingi elfu ishirini. Nilisimama kama mtu aliyelogwa, sikuamini macho yangu. Nikamshukuru Mungu kwa moyo wangu wote. Haraka nikamtafuta kwa simu, nikamuuliza. Akanijibu kwa utulivu, ni mimi, nimeziacha nilikuona ulivyozunguka na kwenda kukaa nyuma ya nyumba. Hapo ndipo nilipohisi hisia nzito sana, mchanganyiko wa aibu, shukrani na heshima kubwa. Mwanamke yule alinifunza somo kubwa bila kunikemea wala kunidhalilisha. Tangu siku ile, sijawahi tena kumpata, lakini hadi leo naomba Mungu nikutane tena na mtu wa moyo kama wake.